Foundation, Sambeti, Mkoa wa Mwanza tuzo za muziki wa Injili, tutakuwa na kategori hizi mbalimbali. Kundi A, tutakuwa na tuzo ya kwaya bora ya mwaka, na hapa ni sele, tunatoa tuzo kwa nyimbo zilizotoka mwaka ishirini ishirini na nne mpaka ishirini ishirini na tano tuzo ya kwaya bora ya mwaka. Lakini tutakuwa na tuzo ya kwaya bora chipukizi inayochipukia ya mwaka, tutakuwa na tuzo ya kwaya bora shimikizi ya watoto sabado, so tunalenga kuinua wale wanaoshimikia. Tutakuwa na tuzo ya kwaya bora ya muziki, ya muziki. Na, na na, wa nota wale ambao wameenda kwenye vyuo vya muziki Roman na Anglikana wanajua vizuri na KKT, lakini tutakuwa na tuzo ya video bora ya kwaya kwa mwaka, tutakuwa na tuzo ya audio bora ya kwaya ya mwaka, tutakuwa na tuzo ya wimbo bora wa kwaya kwa mwaka. Kategoria B, tutakuwa na tuzo ya viongozi bora wa kusifu na kuabudu, maana kinasemwa kikundi bora, tumezoea kusema vikundi, lakini ni viongozi wale wa kusifu na kuabudu kwa mwaka. Tutakuwa na wimbo bora wa kuabudu, tutakuwa na wimbo bora wa kusifu wa mwaka. Kategoria C, tutakuwa na tuzo ya uandishi bora wa nyimbo hapa, wale watunzi wanaoandika nyimbo. Tutakuwa na uongozaji bora wa video kwa mwaka madierekta wale wa video tutakuwa na uzalishaji bora wa audio maanake tumekumbuka mpaka ma, producers, ma, ma na ikumbuke, hapa tunaangalia kwa ubali wa maprodusa na madirekta, tunaangalia status zao pia wamesimama vipi kwenye upande wa dini. Nafikiri kama na alivyosema hapo, hatutafurahi kumwona direkta au produsa yuko katika mazingira fulani, tutaangalia tutachukua kipaumbele tuta kikubwa hapo lakini tutakuwa na tuzo ya unadhifu na nidhamu ya kwaya inayoonekana kuwa na nidhamu mkoa wa Mwanza. Lakini hii kategori hii, tutakuwa na tuzo ya kichango bora katika jamii, kwaya inayoonyesha mchango, kwaya inayotembea saidia yatima, inasaidia wajane, inasaidia nakuenda ina hospitalini kuomba, ndo kazi ya wainjilisti, tutaangalia hiyo kwaya. Lakini tutakuwa na tuzo ya udhamini wa mziki wa Injili mchungaji aliyeonyesha uwezo mkubwa wa kulea na kudhamini waimbaji wa nyimbo wa za Injili tutampa. Tutakuwa na arda bora ya mwaka kwa upande wa kwaya. Kwa upande wa waimbaji binafsi, tutakuwa na, wa wa na tuzo ya mwimbaji bora chipukizi wa mwaka. Tutakuwa na tuzo ya mwimbaji wa mwaka. Tutakuwa na tuzo ya mwimbaji bora wa nota. Tutakuwa na video bora ya maimbaji wa kike na kiume. Tutakuwa na tuzo ya audio bora kwa upande wa kike na wa kiume. Tutakuwa na tuzo ya kiongozi bora wa kusifu na kuabudu kike na kiume. Tutakuwa na tuzo ya uandishi bora au ambaji binafsi, tunaenda kwa mke na mme, yaani jinsia ya kike na kiume. Tutakuwa na tuzo ya uongozaji bora wa video. Tutakuwa na tuzo ya uzalishaji bora wa audio lakini tutakuwa na tuzo ya utumiaji bora wa jukwaa, mwimbaji aliyeonekana kutumia jukwaa vizuri na ni mjuzi. Lakini tutakuwa na tuzo ya utumikaji katika majukwaa mengi, mwimbaji aliyeonekana kusimama kwenye majukwaa mengi na kuhudumia. Hana masharti yeye, ukimwalika anatokea na anafanya alichoitiwa. Tutakuwa na tuzo ya unadhifu na nidhamu kwa mwaka tutakuwa na tuzo ya kichango bora katika jamii, mwimbaji huyo. Tuzo zilivyokuwa kwenye kwaya zinaama hivo hivo zinakwenda kwa, zina zina kwa waimbaji binafsi, lakini tutakuwa na veti vya heshima kwa kwaya kongwe na bora katika muziki wa Injili mkoa wa Mwanza. Tutakuwa na mwalimu bora mtunzi wa muda mrefu mkoa wa Mwanza. Tutakuwa na mzalishaji bora wa muda mrefu katika muziki wa Injili mkoa wa Mwanza. Tutakuwa ya yeah. Jinsi ya kushiriki, hapa ndipo natakiwa uchukua maelezo mazuri jinsi ya kushiriki. Kama ni kwaya au ni mwimbaji binafsi, utachukua wimbo wako pendwa na hapa, huu wimbo kati ya mwaka 2024 2025, tunatamani kupo, kupokea link na hapa, tunawahamasisha zaidi kusudi wimbo zenu kaziweke kwenye mitandao ya kijamii YouTube, ili tupate nafasi ya kuziona vizuri na itatusaidia kujua nyimbo imetoka mwaka gani uipokea nyimbo kama inatokea kokote, ni changamoto. Utachukua nyimbo yako pendwa ambayo unaamini. Tunapokea nyimbo moja peke yake, nyimbo yako mendwa, ni ya kwaya au ni ya mwimbaji binafsi. Utachukua namba sifuri sita mbili nne sabini na moja sitini na tatu hamsini na saba. Utatuma link ya hiyo nyimbo kwenye hiyo namba, kwa namba ya WhatsApp. Hakikisha ukishapika kwenye hiyo namba, andika neno tuzo ukishaandika neno tuzo subiri kama dakika moja utaona ujumbe unaokuja na maelekezo nini cha kufanya namba moja itabidi tuma majina yako kamili au yako ya kwaya yako utaandika pale namba mbili majina kamili ya kanisa unalotoka na mchungaji wako utaona pale kwa hiyo unajaza tuma wimbo unaotamani kusikike unauweka pale tuma majina ya producer, studio na mwalimu aliyetunga unaandika pale Hipitisha kutokea kwako weo hutiandika pale, tuko tayari kutokea. Na niseme kwamba moja kwa moja katika uchakataji wa hizo tuzo, ka mwenyekiti wa kamati, wamechukuliwa viongozi wa idara kutoka kwenye makanisa yetu yetu. Tumechukua tumechukua Anglikana tumechukua tumechukua kisti, tumechukua kasi, tumechukua pefa tumechukua tofa, tumechukua wote tumechukua, wako kwenye kamati hii. Kamati wanachakata wao ni watu ambao wameaminiwa na hizo idara. Kamati hii inaundwa na watu zaidi ya kumi na sita. Sasa hii kamati moja kwa moja ikishatuma wimbo wimbo unakwenda moja moja kwa moja kwenye kamati hile, na wanasifu wao wanakaa kwa ajili ya kuchakata. Kinachotakiwa kufanyika ni kwamba usitume wimbo uliotoka ishirini ishirini na tatu ishirini na mbili ishirini na moja, hatutachukua. Unachotakiwa kufanya kama ni mdao unayeshiriki kwenye hii chansi Ukishatuma wimbo utapata namba yako ya kushiriki, moja kwa moja utaiona, ipo pale, itakuja namba yako na jina lake, jinsi ya kushiriki. Sasa unachotakiwa kufanya, nimesema sisi hatushindani, wala hatutakuwa na nominees kwamba aliyeingia kwenye kinyanganyiro cha wimbo bora wa kusifu ni fulani na fulani na kwaya fulani. Moja kwa moja ukishapata nafasi ya kuchukua wimbo wako na kuweka hapo jiandaye kushiriki kwenye tukio kubwa litakalofanyika uwanja wa Nyamagana tarehe 21 mwezi wa sita. Yani, ukishaweka wimbo wako njoo pale 21 mwezi wa sita, na utakachotakiwa kufanya, hatutakuwa na mfumo wa kuomba kura, sisi ya kuomba kura, ila hu unachotaka ukifanya kupata nafasi ya kujishutu ukapata clip, taja jina lako, sema naitwa fulani l fulani kutoka kanisa fulani ni mshiriki kwenye tukio itakaofanyika tarehe ishirini na moja mwezi wa sita na kukaribisha mwede. Na wewe na hiyo taipenda zaidi kia. Kwa hiyo kwa umuhimu wa thamani wa tuzo hizi hatujaziweka nyingi, kwa ajili ya kuzipa umuhimu mkubwa wa kila ambacho kinatokea, amesema hapa kamati na wengine wasipate ili wapate muda e, mwingine, lakini lengo tunataka tukutambulishe zaidi kwamba hupo unafanya kazi na kama alivyosema tunaamini pia rasmi kwenye tukio hii atakuwa mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mwanza, atakuwepo na amekwisha dhibitisha. Ni yule mtu ambaye utakuwa umebaki kwa ajili ya kushiriki kwenye tukio hili. Tukio hili linahusisha kwaya za Mwanza pekee yake, usitoke na nilii kule Tabora wala na nilii Msoma. Tukio la kwaya za Mwanza peke yake lakini, tuzo za kutambua watumishi wa Mungu zikiwe zinahusika kitaifa. Bwana asifiwe, kwo tuhakikishe tumetokea kawili kwa pamoja na kwa wingi kwamba tunaenda kusikiliza radha ya muziki wa Mwanza siku hiyo. Ni siku ambapo tutaona vipaji vya kipekee vya muziki wa nchi. Siku hiyo tutakuwa na kapela watakaoumba vipaji vya ajabu ambao hawaji hawai kurekodi wala hawana uwezo wa kwenda studio na wewe unachotakiwa kufanya ni kuchukua namba hii, unaandika nina kipaji cha kipekee, waandishi wa habari watakufuata na watu wa kamati watakutafuta ulipo. Ni siku ya kuonyesha vipaji vya kipekee vya muziki wa Injili vinavyopatikana mkoa wa Mwanza, kwa siku tutakuwa ipo, lakini namba nyingine unapotaka kushiriki. Kwa hiyo baada ya hapa, nimesema tutakuwa ni siku ya soko la muziki wa Mwanza, kwa hiyo zote zitakazoshiriki tutatengeneza mazingira mazuri ya kuuza kazi zetu kwa namna moja au nyingine, upate tuzo, zipate tuzo. Nyimbo zako tutazitangaza pale, na tutasema kwaya fulani kwaya fulani inapatikana kwenye namba fulani, ndio zao ziko hapo moja kwa moja. Tutengeneza mfumo mzuri wa nyimbo zetu kufahamika, lakini tutakuwa na muda mzuri, tutaeleza tutaeleza na tutaeleza stage itakavyokuwa, watu watapitaje Asubuhi itakuwaje, mchana itakuwaje. Ni tukio ambalo halijawahi kutokea, kwa tumepanga mkakati mzuri kama ni kwa haya vizuri kuendeza. Ni siku tunaukumbuka na kuelezi muziki wetu wa Mwanza ambao kwa kanda ndio kitoko kwa zote ziko hapa. Bwana sifiki kwa kitanga vizuri kwa ajili ya kutokea siku hiyo. Kamati haina upendeleo, haina yoyote. Hizi tuzo, wapendwa, nimesema sio zile za mchoko. Hawa bishop wote wakiwa hapa ukichukua inatambulika makanisa yote. Bwana asifiwe, mmemsikia makamu mwenyekiti alivyosema, baba yako yakowafamianao ba yonabu maii unapotoka. Na tutakuwa na tuzo kwa ajili ya vyombo vyetu vya habari, waandishi wa habari wa Injili ambao wameonekana kuwa na mchango mkubwa kusogeza injili yetu ya mkoa wa Mwanza iweze kutembea, lakini hata kitaifa, kwa kwakwa namna moja au nyingine. Ni wakaribishe sana siku ya tarehe ishirini na moja Solidarity kwa kutengeneza mshikamano wa taifa letu, hasa kipindi hiki tunaenda kwenye uchaguzi, mambo ni mengi sana. Wakristo, tuungane kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakuwa na umoja na kuliombea taifa letu, tufike sehemu salama. Kwa kusema hayo, lasilimkaribishe aliyenikaribisha.